na wakati ule timu ilikuwa inafanya vizuri kwa sababu tulikuwa na waziri ambaye anapenda sana michezo, Meja Generali Sarakikia, Sarakikia. E, kwa hiyo baada ya hapo Simba ikaja ikafanya tena miujiza mwaka 93 mm -hmm. tukaingia fainali mm -hmm. E, bahati mbaya siku ile half time marehemu Kanali Yunus ambaye alikuwa katibu mkuu wa fati mm -hmm. akaanza kutangaza ratiba kabla mpira ujaisha Yaani, hiyo unazungumzia mechi ya mwisho mwisho sasa ya finali ya, ya pili tuko Dar es Salaam no. mwaka 93. Mm. kikombe kitapita Buguruni <laughs> kikuwa. <laughs> kikuwa kikuwa, na wakati huo mimi nilikuwa siku hiyo niko na, na na na, bosi mkubwa bilionea Said, naam, Bakhresa no. maake 82, mimi nikiwa katibu mkuu wa Simba, yeye alikuwa mwekazi na wangu. Mm na ndo alinipa heshima kubwa kuwa na na mweka hazina mwenye uwezo mm. Katibu bwana, unalotaka unasikia, unalotaka, okay. na uh, <laughs> uh, <laughs> bwana uh, natamba <laughs> sawa sawa. <laughs> timu ya Simba tulikwenda Paris Parisi, siku nani ufara, eh, Brazil mm. siku 45 hakuna timu Tanzania, au East Africa iliyokwenda Brazil for training mm. kabla ya ligi kuanza siku 40 na tano. na tano. Afu tuliondoka na Air France kutokea Dar es Salaam, mnaenda Charles mm. de Gaulle, Paris mwanaume mm. akatulaza Sheraton Hotel. ala. ndio. kazina na meneja wetu <tibu> <laughs> <laughs> eh. alikuwa mdogo wake mm. anaitwa Jamal ndio tukaenda eh. naye mpaka Brazil.